Ukiamua kuzungumzia wakfu, basi ujue unazungumzia muhimili mkuu, tunaweza kusema kuliko yote katika mihimili ya kuendeleza Uislamu. Milango mingi, mihimili mingi, lakini wakfu kama tutakavyoona una nafasi ya kipekee kwa kutumia dakika chache ambazo zimetajwa, si chini ya 25 na si zaidi ya 30. Itakuwa si rahisi kuongea kila engo inayohusiana na wakfu, lakini hatuwezi kukwepa lazima kwanza tutambulishe nini hasa maana ya wakfu. Neno wakfu lenyewe ni neno la Kiarabu. Kwenye sheria ya Uislamu, maneno hata yale yanayotumika kisheria, basi kwanza huwa tunayangalia kwa jicho la kilugha halafu ndipo linachukua nafasi yake kama msamiati wa kisheria. Tukiliangalia upande wa lugha, neno wakfu maana yake ni kuzuia, ni kukifungia kitu sehemu fulani. Neno wakfu lina maana kuzuia au kufungia kitu sehemu fulani. Mwarabu akimfunga kamba ngamia shingoni, kisha akaifungia mahala pengine, kiasi cha kutoweza kutembea huyo mnyama, anaweza kutumia neno wakfu likawa na maana ya kuzuia lakini tukiacha hiyo maana ya kilugha, tukija upande wa sheria, tunaposema wakfu tuna maana ni kuizuia mali. Mtu anakuwa na mali yake, ni halali kabisa kwake, anatumia atakavyo. Unafikia wakati au anafikia mahala, hiyo mali ambayo mwenyewe alikuwa anaamua kuitumia atakavyo. Sasa anaizuia yale matumizi holela yote, anazuia anajifunga, kuikabidhi na kuisarenda kwa Allah tabaraka wa taala. Utakuta ile taarifa yake pale ni kwa Kiarabu maneno marefu, lakini yana maana kuzuia mali, mali ambayo ina sifa za kuwa unaweza ukafaidika nayo wakati ile yenyewe bado inaendelea kuwepo kwa mfano, namnazi, mwembe, mkorosho, trekta, lori, gari dogo, silaha na kadhalika. Vitu hivi unaweza ukaikabidhi silaha kwenye jeshi la polisi ili itumike vizuri kudhibiti wahalifu wasiweze kuendelea kufanya uhalifu. Sasa ikiwa hii silaha inaweza kufanya hiyo kazi, wakati inafanya hizo kazi bado yenyewe ipo. Kitu cha namna hiyo kina sifa ya kuwekwa wakfu na huo ni wakfu una mwembe mnazi mkorosho, ukisema huu nimeuweka wakfu kwa ajili ya hayatul ulama, maana yake watu wataendelea kutumia hizo embe zinazozaliwa pale, lakini ule mwembe wenyewe bado upo. Kwa hivyo wakfu ni kuweka kitu kwa ajili ya kupata radhi za Allah, lakini kitu chenyewe kinaweza kuleta manufaa endelevu. Wakati manufaa hayo yanatokea, kile chenyewe kipo. Huwezi kuweka wakfu bakuli la supu mathalan, au uji, kwa sababu mtu akishakunywa ndo kamaliza. Lakini kinachofaa kuweka wakfu ni kitu ambacho chenyewe kinaendelea kuwepo, lakini kinatoa matunda na faida watu wanaendelea kufaidika nacho. Ukiangalia hii taarifu ya kifikhi, kwamba habsu malin, ni kuizuia au kuifunga mali, yumkinu lintifau bihi, mali yenyewe inawezekana kabisa kufaidika nayo, intifaan mustamira, manfaa endelevu, maa baqai ainihi pamoja na kubakia kile kitu chenyewe, nyumba bado ipo, lakini watu wanafaidika nayo, aidha kuchukua pango au kukaa kuishi ndani ya nyumba hiyo. Kwa hivyo wakfu, maana yake ni kukiweka kitu kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, lakini kitu hicho kina sifa ya kudumu, hakiishi mara moja. Hatusemi kudumu huko mpaka kifike siku ya Kiyama, sio lazima, lakini ni kitu ambacho kinadumu muda mrefu. Kama ulivyosema, unaweza ukaweka wakfu gari, trekta, nyumba, mnazi, mkorosho na kadhalika. Hiyo kwa kweli ndio taarifu au namna ya kuutambulisha wakfu katika sheria ya Uislamu, ni kuweka mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kupata thawabu. Mali yenyewe inaleta manufaa, matunda yake na faida yake watu wanatumia, wakati ile yenyewe asili bado ipo. Kitu cha namna hiyo kinafaa kuweka wakfu, na utendaji huo wa kitu chako, sasa hukitumii tena wewe mwenyewe, umekiweka pale Umekisarenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo kuweka wakfu. Ukiangalia katika sura hiyo utakuta wakfu una nguzo zake, yaani kuna mambo ya msingi lazima yawepo, ndiyo tuseme hapa kuna dhana nzima ya wakfu. Mambo yenyewe makuu ya msingi ni mane, lazima kuwepo alwaqifu, mtu anayeweka wakfu. Lakini pia pawe na almauquf, kitu kinachowekwa wakfu. Tatu, pawe na almauqufu alayhi, anayewekewa wakfu. Nne na mwisho, asigha, pawe na tamko. Mwenye mali hii anatamka nimeweka wakfu gari hili ambulesi hii kwa ajili ya matumizi ya dispensari fulani au msikiti fulani au taasisi fulani. Kwa hivyo lazima kuwe na mtu alwaqif, mweka wakfu, pawe na almawqufu, kitu kinachowekwa wakfu, pawe na anayewekewa wakfu, yaani mnufaika, almawqufu alaihi na pawe na tamko. Tukija kwa huyu mweka wakfu, sifa kuu zinazoangaliwa kwake ni kwamba awe ni mtu, tunasema kwenye fikhi kule, awe na ahaliatu tasarufi, awe ana sifa stahiki za kuweza kutumia mali, asiwe mtoto mdogo au mgonjwa wa akili au mtu aliofilisiwa yuko chini ya uangalizi maalum, huyo hana sifa. Kwa nini tunasema awe na sifa stahiki za kuweza kutumia mali? Kwa sababu wakfu ni aina fulani ya kujitolea. Sasa wewe kama umezongwa na madeni kiasi kwamba mahakama imeamua mali yako kuizuia, akaunti zako zimefungiwa, wewe huwezi kusema hiki ni wakfu, kwa sababu kimeshikwa ili zilipwe deni za watu wengine. Kwa hivyo, sifa ya huyu mweka wakfu awe yuko huru, hajazuiwa kufanya matumizi ya mali. Lakini sifa ya pili ya mtu huyu al-ikhtiar, awe anafanya jambo hilo kwa hiari, sio kwa shinikizo. Akishinikizwa zikitumika nguvu za ziada, lazima utaweka wakfu, umetaka usitake, huo wakfu utakuwa ni batil kwa sababu aliyeweka wakfu amepoteza sifa. Sifa kuu za mweka wakfu ni kwamba awe mtu hana nongwa yoyote, ni mtu ambaye sheria inamkubalia matumizi yake ya kifedha, sio katoto kadogodogo kafiwa na baba yake, au vipi? We mtoto, weka wakfu, unajua utakutana na baba yako peponi na hivi haelewi hata maana ya pepo wala hiyo targhibi, itakuwa wakfu hauko sahihi. Kwa hivyo sifa ya mweka wakfu ahaliyatu atasarufi, au wengine wanasema ahaliyatu alibara, awe maneno yake anayosema nimeweka wakfu, sheria tukiuliza inasema sawa, lakini akiwa mtoto mdogo, hatukubali kukubali kwake, wala hatutambui kukataa kwake. Sifa ni hizo kuu mbili ahaliatu tutasarufi, lakini pia al-ikhtiyar. Ama al-mawquf, kitu kinachoweka wakfu, sifa kuu ya kitu hichi kiwe ni kitu ambacho kina tabia ya kuchukua muda mrefu bado kipo. Tumesema kudumu, hata dunia haitadumu, lakini tunajua wazi kwamba mwembe unadumu, korosho mkorosho unadumu, mzabibu mbuni na kadhalika na kadhalika. Hatuwezi kuweka wakfu vitu vya muda mfupi. Matengeneza mkate wako kumimina, wa kumimina au mkate wa mchele huu unaweka wakfu? Haiwezekani. Tunataka kitu ambacho kinachoweza kudumu. Ndio maana tukatoa mfano, unaweza kuweka wakfu ardhi, unaweza kuweka wakfu majengo, kwa maana mali zisizohamishika. Unaweza kuweka wakfu magari, matrekta na vifaa vingine, hata mashine hizi mbalimbali, mitambo inayotumika katika harakati mbalimbali mbali za ujenzi. Na tusifikirie kwamba wakfu siku zote eh, ni vitu vile ambavyo vinamgusa mtu mmoja mmoja moja kwa moja, na hii tutazungumzia kwenye nukta yake inayojitegemea kwao. Tunasema sifa ya almawquf, kitu kinachoweka wakfu, iwe ni kitu ambacho kinadumu, kitu ambacho kina maisha ya muda mrefu. Ikitukia bahati mbaya, minazi, mikorosho mipigwa radu, hiyo ni jambo jingine, afa samawia, lakini chenyewe kinadumu. Huwezi ukaweka wakfu maua Labda mti unaotoa maua unaweza kuweka wakfu lakini, sio, umechuma maua umeweka, si kwenye train hii ni wakfu, haiwezekani, kwa sababu siku moja moja na nusu yatanywea, habari imeishia hapo. Lakini sifa nyingine ya hichi kitu iwe kinatoa kinachotoa ni manufaa hasa, yale yanayotokana na kitu hichi chenyewe, pamoja na kwa kinadumu, lakini kinatoa manufaa kwa wale wafaidika, manufaa kwa kigezo cha dini. Bangi ni mimea inadumu, lakini huwezi ukaweka wakfu, kwa sababu manufaa ya yanayotokea pale katika sheria sisi kwetu hatuyatambui kuwa ni manufaa. Kwa hivyo, almauquf, kitu kinachoweka wakfu, moja ya sifa zake kiwe ni kitu ambacho kinadumu kwa muda mrefu na yale manfaa yake ni manfaa endelevu. Ama almawqufu alayhi, anayowekewa wakfu, wanaowekewa wawakfu, kuna ee, nabii, ee, ni mtu maalumu au watu maalumu kama ni watu maalum, basi tujiridhishe kwamba watu hao wana uwezo wa kumiliki sheria inakubali kuwa wana uwezo wa wao kumiliki, kwa sababu tukishawaambia huu wakfu kwenu, kama ni nyumba, maana yake itakuwa ni yao, wao wanaitumia, wanafaidika wao. Sasa hatuwezi kuwawekea wakfu watu ambao hawana sifa za kuweza kumiliki. Kwa mfano watumwa, watumwa. Enzi hizo kabla Uislamu haujasafisha utumwa kulikuwa na watu watumwa, wanamilikiwa kama wewe unavyomiliki simu na kitu kingine. Sasa yule anacho yeye mwenyewe na anachokimiliki ni milki ya huyo bwana wake. Sasa huyu ukimpa kitu, maana yake umetengeneza linki tu ya kuhamisha kitu kutoka sehemu moja kwenda mahala pengine, na sio makusudi yetu. Kwa hivyo, tunataka anayepewa wakfu awe ana sifa ya kumiliki kama ni mtu au watu, lakini kama wakfu huo umewekwa kwenye eneo la jumla jumla, basi iwe kwa maana jiha